Na kuchapisha habari ifuatayo ama makala hii ya uchambuzi tarehe kumi mwezi wa tano mwaka elfu mbili na kumi na tano saa sita na dakika arobaini na mbili, nikisema sauti kutoka Nyikani: Rais Kikwete anaishi na vichaa kwa akili. Nisema kwa muda mrefu katika safu hii nimezungumzia sana siasa lakini leo nimeona nifundishe jinsi gani kiongozi mzuri anaweza kupatikana na kuongoza watu wagumu kwa kuzingatia ngazi tano za uongozi. Kuna ngazi tano za uongozi ambazo zinatambulika kwa kiongozi anapokimbiwa au kukimbiliwa, ambapo kiongozi huyo anaweza kujipima wanaowaongoza kama upendo wao unaongezeka kwake au unapungua. Kwanza ieleweke kuwa jinsi kiongozi anavyochukulia watu ndivyo naye anavyochukuliwa na watu hao, ambapo wengi wanajidanganya kuwa mafanikio yao yanatokana na ujuzi wao, elimu au vyeo walivyo navyo. Fikra za namna hiyo ni za kujidanganya kwa kiongozi, kwa sababu tafiti nyingi zinaonyesha kuwa waliofanikiwa kutokana na kazi au ujuzi wao ni asilimia 13, na asilimia 87 ya mafanikio kutokana na kuelewana vema na watu. Hapo ndipo kiongozi anaweza kutumia na kukumbuka ngazi tano za uongozi, ambazo mojawapo ni mtu anaweza kuheshimika kwa ajili ya kazi au cheo alicho nacho. Katika ngazi hii watu anaowaongoza wanalazimika kumtii na kumfuata, ingawa kadri anavyozidi kuongoza ndipo mioyo ya watu inazidi kushusha upendo kwake. Na ieleweke, hii ni ngazi ya chini sana ya uongozi. Ngazi ya pili ya uongozi ni suala la mahusiano. Katika ngazi hii, kiongozi anafuatwa na watu kwa sababu wao wenyewe wameamua kumpenda kutokana na yeye pia kuonesha upendo wa dhati kwao na wala si cheo au nafasi aliyonayo. Ngazi ya tatu, ngazi ya tatu ni uongozi wa kuzalisha au matokeo ya mambo ambayo amewahi kuyafanya kiongozi husika. Hapa ni aina ya kiongozi anayefuatwa kutokana na aliyowahi kuyafanya au kufanyia umma taasisi ama shirika, jambo linalosababisha watu wamtake na wala si yeye kulazimisha jambo au uongozi. Ngazi ya nne, ngazi ya nne ni ile ya kiongozi kumfanyia wema mtu mmoja mmoja. Hivyo watu wanaamua kumfuata kiongozi au mtu wa namna hii kwa sababu wanatambua na kuamini kuwa wao wanafahamiana na kiongozi huyo na wanathaminiwa moja mmoja, ikiwemo kufahamu majina yao. Hapa kwa Wakristo wanakumbuka Yesu alipowaambia wanafunzi wake kuwa furahini, kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Watu wanapenda kufahamiana na viongozi, hasa wanapofahamika kwa majina, wengi wanajisikia vizuri sana. Ngazi ya tano ya uongozi ngazi ya, ngazi ya tano ya uongozi ni heshima. Ngazi hii kwa nchi yetu, mfano mzuri ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye aliheshimika kwa uwasilishaji wake, na mpaka sasa baadhi huku Nyikani hawaamini kuwa alifariki, na hata wakati wa kupiga kura wanasema wanapigia alipo Nyerere. Wachache wanaofikia ngazi hii ya uongozi. Ikumbukwe kuwa ushindi wa vita unaanzia moyoni na unapatikana kabla ya vita kuanza. Sawa na siku moja, wanangu wawili niliwatuma eneo fulani. Mmoja hata kabla hajaenda eneo nililowatuma alisema anaogopa hatari inayoweza kumpata, lakini mwingine aliona atapata matunda akifika huko. Yote yalianzia katika mioyo yao. Huu ni mwaka wa uchaguzi ambapo kwa makusudi nimeamua kukupitisha msomaji wangu katika ngazi tano za uongozi ili kuweza angalau kuwapima waliojitokeza na wanaoendelea kushawishiwa ama kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwemo nafasi ya udiwani, ubunge na urais. Ikumbukwe kuwa suala la uongozi huanza na hali ya moyo, ambapo katika uhalisia viongozi wengi huona tofauti na wafuasi wao waonavyo, mioyo yao inatamani mambo mengine, lakini sura zao zinadanganya, kama maandiko pia ya Biblia yasemavyo, maana haonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo, hakuambia haya kula kunywa, lakini moyo wake haui pamoja nawe, katika Mithali 23 mstari wa saba. Katika makala hiyo niliandika nikisema: Rais Jakaya Mrisho Kikwete na wenzake wanamtafuta atakayeweza kupeperusha na kushinda kupitia chama chao yaani Chama cha Mapinduzi, CCM. Kazi hiyo ni nzito sana, kama manabii wengine walivyofanya huko nyuma, akiwemo nabii Samueli, alivyopata tabu ya kumpata atakayewaongoza wana wa Israeli. Kuna msomaji wangu moja wiki iliyokuwa imepita kutoka Mwanza aliniuliza kuwa je, unahisi rais ajaye kutoka CCM atakuwa ni nani mwaka huu? Je, atakuwa Lawasa, Membe, Mwiguru, Nchemba au nani? Nikamjibu kuwa mpako mafuta wa kuiongoza nchi yetu baada ya rais Kikwete atapatikana na yuko kwenye maandiko matakatifu ameandikwa katika kitabu cha Samueli wa Kwanza 16 mstari wa 6 mpaka mstari wa 13. Nikamsomea ikisema ikawa, walipokuja alimtazama Eliabu akasema, yakini masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa Bwana angalii kama binadamu angaliavyo, maana binadamu uitazama sura ya nje bali Bwana utazama moyo. Ndipo Yese akamwambia Binadabu, ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema Bwana ukumchagua huyu ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema Bwana hakumchagua huyu. Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samueli, Samueli akamwambia, Bwana hakuwachagua hawa, yanasema maandiko hayo, na yanaendelea kusema kuwa ndipo Samueli akamuuliza Yese kuwa je, watoto wako wote wako wapi? Wako hapa ndipo Yese akasema kuwa Alisalia mdogo wao na yupo kuchunga kondoo. Samueli akamwambia kuwa atume watu wa kwenda kumwita, maana hawataweza kufanya vitu vingine mpaka atakapoonekana huyo mtoto aliyekuwa kuchunga kondoo. Walipomleta akiwa mwekundu na macho mazuri na umbo la kupendeza, ndipo aliambiwa kuwa huyo ndiye Bwana amemchagua na jina lake si mwingine bali ni Daudi. Hapa tukumbuke kuwa kauli ya rais Kikwete aliwaambia Watanzania kuwa tuwashawishi wengine ambao hawajatangaza nia. Funzo la andiko hilo ni kwamba kuna mambo mengi huharibika kwa sababu ya mioyo na mitazamo ya viongozi. Ikumbukwe kuwa katika watu kumi wawili, kati ya kundi hilo wanachembe ya ukichaa Hivyo kama kiongozi nawe hautakiwi kumtimua au kumdhuru kichaa kwa sababu naye anao wafuasi wake. Bila shaka, Rais Jakaya Mrisho Kikwete pia anafahamu baadhi ya vichaa kwenye nchi yetu ya Tanzania. Ninaamini kuna watu wanamshawishi awafanyie kitu kibaya, lakini anatambua kuwa kujua tabia ya mtu ni dawa na maandiko yanasema hata Mungu huonyeshea mvua watu wema na wabaya. Ndiyo maana ninasema Rais Kikwete aliishi na vichaa kwa akili.